Kwa maana kwamba tunatambua wizara ya elimu imefuta zio za certificate kuanzia mwaka huu nadani waka wanaanza kutoa diploma kwa ngazi ya, ya, ya walimu kwa ya hivyo, walimu wengi waliokulikoni kwa atangala ana changamoto iliyokuwepo ni kwanza uchumi, lakini pia na, na, na, na ruhusa za kwenda kuendeleza changamoto. Kwa ujio wa kichuo kwa maeneo yetu ya karibu, au kwa mazingira yetu ya karibu ni fursa kubwa kwao kujiendeleza, lakini pia na kuendana na vigezo vya serikali kwamba mwalimu lazima awe na na diploma kuendelea. Ya ushauri wangu kwa walimu hasa walioko vituoni, ambao wana umuhimu wana certificate, waichukulie waichukulie kwa umuhimu wake, waichukulie kwa umuhimu wake. wasiangalie kwamba kwamba umbali labda chuo kitakapokuwa kinaanza ikawa Kikongala mjini. Sasa hata wale wapembezoni washugulia kwa uzito wake, kwa sababu wameshatoa rumu au nani sema, fursa, wameshatoa fursa kwamba mafunzo yataendeshwa siku ya Jumamosi kuanzia saa mbili mpaka saa sa, sa, sa kumi lakini pia siku ya Ijumaa hasa baada ya vipindi, lakini pia na kipindi cha likizo, muda huo wautumie vizuri au ikusi kwa, ni jambo jema sana, tunashukuru. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwa, kuwashauri na kuwaomba walimu wenzangu, kwa wale ambao tuna elimu ya cheti, tujitahidi tusipoteze fursa hii, kwa sababu tumeletewa huduma karibu kwanza kubwa zaidi ambalo nimeona meneja wa chuo hiki amefanya amesema, kwa watu ambao watajiunga kwa ajili ya kusoma diploma yao ametaja ada kwa mwaka ni shilingi laki nane na sitini, lakini anasema kwa sababu ndo amekuja Ngara, atatoa ofa ya asilimia ishirini. Kwa hiyo laki nane, maanake ada itakuwa sio laki nane tena, itakuwa ni shilingi laki sita, elfu sitini, laki sita elfu themanini na nane, ada ya mwaka mzima. Kwa hiyo hilo naona ni kubwa zaidi, lakini pia ni ofa kubwa sana kwa walimu wa Ngara. Ushauri wangu niombe ni tu tusipoteze nafasi hii naofahii ombi kwa walimu pia. Walimu wetu tunafahamu kwamba ngazi ya cheti tumepewa muda wa kujiendeleza mpaka ishirini ishirini na saba. Kwa hiyo walimu wetu wanapaswa kulitambua hilo, ni pia mwanzoni kalo likuwa ni laki nane na elfu sitini lakini nilimwomba mkurugenzi wa uh, chuo hicho paka nikubalia kwamba anaweza kuwapunguzia kwa asilimia ishirini walimu wanaweza kujiendeleza, wakano ndogo tu ya laki sita na elfu themanini na nane kwa maana ya kwamba hiyo kila mmoja anaweza kuimudu kui na karahi walipo kwa awamu awamu nne kwa maana kuchukua laki sita nane, marane, na nane enye mara nne pata laki na sabini na nne. Kwa hali hiyo sasa walimu wetu waweze kujiendeleza na pia masomo yale hayaathiri utendaji kazi, kwa maana kwamba ni masomo ambayo waskua wasome muda wa ziada, bali tuakuwa kazini na wikendi na kwenye likizo. Kwa hiyo wataweza kumudu kusoma bila adha ya mkurugenzi. Lakini jambo jingine hata kukopa kwamba nimekopa pesa fulani naenda kusoma hivi kwa, kwa baadhi ya walimu kuto kukopa kabisa, afanya biashara yako e, hata kama baadhi ya walimu ni wakulima tuseme, ukapanda mchicha ukauza, ukauza ndizi, kahawa na kadhalika, ili kunufaika kunufaika. E, wito wangu kwa walimu wa Ngara, tunaomba tuchangamkie, tuchangam fursa, kwa sababu muda huu ni muda ambao ikuwa tujiendeleze kwa ujumla wetu.